Katika hatua nyingine, shirikisho la soka hapa nchini limeshindwa kuweka bayana ukweli wa mambo juu ya madai ya kutolipwa mishahara kwa kocha mkuu wa Taifa Stars Charles Boniface Mkwasa. Mwalimu wa timu ya taifa, kwa maana ya benchi la ufundi, ni swala ambalo ni swala binafsi kati ya mwajiriwa na mwajiri wake. Sisi kama shirikisho la mpira wa miguu hatuwezi kuja hadharani kuanza kuzungumzia masuala ya mtu mmoja mmoja na ajira yake. Leo nita naomba nimalize leo. Utaulizwa kuhusu kocha, kesho atakuja mlinzi, kesho kesho atakuja dereva, itakuwa haina mwisho swala su. Nisikilize, usitake kuongea unachotaka wewe, naongea mimi. Nasema swala la malipo ya mshahara ni swala la mtu mmoja mmoja, mtu na mwajiri wake. Kama kuna mwajiri wote wa TFF ambaye ana matatizo na malipo yake, ni vyema mkamtafuta yeye mwenyewe akazungumza yeye mwenyewe. ambazo zimeenea kwenye vyombo mbalimbali mbali vya habari zinadai kuwa Mkwasa anaidai TFF shilingi milioni mia mbili ikiwa ni malimbikizo ya mshahara wake tangu alipochaguliwa kuifundisha timu ya soka Tanzania Taifa Stars.